Sasa nitamke kwamba kampeni yetu hii ya Chama cha Mapinduzi imezinduliwa rasmi na kuanzia leo tutapita kila sehemu kufanya kampeni ya kistaarabu, kampeni za kistaarabu. Chama cha Mapinduzi kitanadi sera, Chama cha Mapinduzi kitaeleza mipango yetu ya maendeleo, Chama cha Mapinduzi kitahubiri amani. Hatutowasema watu, hatutotukana. Hiyo ndio sera ya Chama cha Mapinduzi. Kutatua tatizo la ajira kwa vijana. Tutajenga maghala ya kisasa yanaitwa silos ambayo tutanunua nafaka kutoka maeneo mbalimbali wakati wa mavuno. Oktoba tunatiki.